Yes, tukiwa kijue cha mwembe Simba, eneo la mwembe Yanga ebana, kama hujaelewa, mimi sijui, ndio maelekezo ambayo nimepewa na wenyeji wa eneo hili, ni kijue cha mwembe Simba, eneo la mwembe Yanga, toa bandika, toa bandika. Walaluyas wanazidi kukaa na kutema cheche kupitia Chapesa Media. Ebana, nikwambie tu, niko na mwamba hapa, atatujuza kwa majina yake matatu. Anaitwa nani ebana, kwa majina matatu anaitwa nani? Uh, mimi kwa majina naitwa Amon Julius Hakanigwa maarufu mm. kama teacher. Karibu katika Chapesa Media. Okay. Wadau na watazamaji wetu wanatamani kusikia juu ya yale ambayo yamekuwa yakizungumzwa sana, hususa visiwani Zanzibar. Wekundu wa Msimbazi Simba wametia timu hapo visiwani Zanzibar, kuhakikisha kuwa wanacheza mchezo wa final. unautazama mchezo huu kwa taswira ipi, hususa zaidi kwa maslahi mapana zaidi ya taifa kwa ujumla? Kwanza ninautazama katika jicho mmoja la kiufundi zaidi. hmm. Unajua katika timu ambayo Hakika uwaga, siwezi kuikatia tamani Simba Sports Club, hasa linapokuja kwenye mashindano ya kimataifa mm. Ni moja ya timu ambayo ina discipline kubwa mm. Ni moja ya timu ambayo inatumia uwenyeji wake vizuri katika mashindano kima mm. Ujue, ya kimataifa. Unajua, unapozungumzia Simba ni lidudo likubwa sana barani Afrika mm. ambalo linaogopesha vigogo wengi wa Afrika mm. asilimia kubwa ya vigogo waliokuja hapa Tanzania mm. wamechezea kichapo, unanihakikishia ya kwamba E, goli mbili ambazo Simba Sports Club mmepoteza kule manispa ya Ales Berkane ni kwamba zitakuwa ni chache zaidi kuelekea katika mchezo wa marejeano ambao unachezwa visiwani Zanzibar, ikiwa wao wanadai kuwa wanakuja kumaliza kwa kutafuta goli la mapema. Uh, goli mbili ni chache. Hmm. Tena chache sana kulingana na mashindano ambayo Simba ameshiriki. Mpaka okay. sasa kwa takwimu ni kama Simba ishacheza michezo isiyopungua 40 katika mashindano yote mm. Na uzuri zaidi ambacho mimi nilikuwa nakifikiria, mimi hata nilikuwa nacheza away katika mechi zote mm. Ambacho nilikuwa nakifikiria ni kwamba ile rekodi ya kuto kufungwa zaidi ya magoli mawili isipite mm. Walivyofunga ile goli la tatu, nikaona kama kuna viashiria vya offside, nikasema hii ni offside mm. Aheri abaki haya haya mawili ambayo tulizoea ku, kufungwa. Kwa hiyo Simba kufungwa magoli mawili ni ya kawaida, kitu cha kawaida kabisa katika michezo 40 kuruhusu magoli mawili kwenye mchezo mmoja ni kitu cha kawaida mm, na nataka kutuambia kwamba na mchezo huu mtaruhusu magoli mawili? Hapana, nimekuambia katika mashindano ambayo tumeruhusu yote tuyecheza mashindano yani mechi 40 mm, tumeruhusu ni magoli mangapi mawili na katika hayo magoli mawili, kwenye mechi za kimarudiano Simba imekuwa imefanya vizuri zaidi ya hayo magoli mawili. Makali na mapinduzi makubwa tunashuhudia yakifanyika Rupaso, eh, Benjamin Mkapa, kwa mara ya kwanza ni Amani Complex, tunakwenda kucheza mchezo wa maamuzi, mchezo mkubwa, mchezo wa kusisimua. Kama huu tutarajie yapi kuelekea katika mchezo huo, ikiwa mnyama Simba tumezoea kuyaona maajabu yake. Benjamin William Mkapa alijaathiri kwa namna kisaikolojia wachezaji na mashabiki kuelekea katika mchezo huo ikiwa kafu imeshatoa taswira ama taarifa ya moja kwa moja kwamba mchezo unakwenda kuchezewa kule na kila mmoja anafahamu, na tiketi hivi sasa zinauzwa za mchezo wa New Amani Complex. Kwanza ndugu mtangazaji au nani uliza swali, hiyo sio kwa mara ya kwanza, kwa sababu Simba mpaka kwenda hatua ya fainali, maana yake ametokea ya ya Zanzibar, ambapo huko kabla ya mchezo wa Stellenbosch, baadhi ya watu wasiojua mpira kina mwalimu Godi Yanga na wengineo ambao ni utopolo wasiojua mpira, walikuwa wanasema tayari mmekwisha uchawe uvuki maji, tutaona, ndio shule yenu imeisha. Mwenzenu ametolewa Zamalek, kwa hiyo na nyinyi hapa mnaenda kutolewa. Tulivyocheza tukashinda goli moja, haka ukagoli kamoja, si kitu, angalia, mkenda sauzi mtafungwa, mtafanyaje? Ni watu wasiojua mpira kusema kwao na kushangilia kwao juu ya matokeo ya Simba naporuhusu magoli mawili kujaanza jana wala juzi. Hata ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii baada ya kufungwa goli la pili, baadhi ya watu wasiojua mpira na viongozi wa Yanga walishangilia. Sasa unashangilia kwenye jambo gani, hali ya kuwa huyu karuhusu ka magoli mawili ugeni? Bado mechi haijaisha, kuna mechi ya marudiano. Ukitamba nyumbani kwako, na sisi tunatamba wapi? Nyumbani kwetu, kwa pale Amani Zanzibar, ambapo ni sehemu ile ilo tupeleka sisi fainali, na ndio naamini ni sehemu ambayo tutafanyaje tuchukulie pale, ukiutazama okay, ubora wa Berkane, namna ambavyo wanacheza ee, wanajaribu zaidi kutumia mawinga wa pembeni ee, ni jinsi gani sasa wekundu wa Msimbazi, Simba ee, wakiongozwa na mwalimu Fadlu Davids wanapaswa kuingia na tahadhari kuhakikisha kuwa wanazuia hili, licha ya Berkane kusemekana kwamba wataingia kwa ajili ya kuhakikisha kuwa wanazuia kile ambacho wamekipata katika mchezo wa nyumbani. Je, ikatokea wamepata goli la ugenini. Kabla ya kupata goli la ugenini, Simba wanapaswa kuchukua tahadhari zipi kuelekea katika mchezo huo? Sisi hatuogopi hata kama isema apate goli moja hmm. Kwa sababu hata zidi ya Nkana Red Devils hmm. walianza kupata wao goli hmm. zidi ya Al Ahly Tripoli walianza kupata wao goli. Hii ni makundi, hii ni fainali ya ishi sio makundi, ishi ni kwenye hatua ya knockout stage. Kupata goli moja sio wewe kufanyaje, kufanikiwa kusonga mbele hmm. Al Ahly Tripoli walianza kupata goli wao ambapo ilitupa mzigo mpaka tupate magoli mawili mm, lakini tulipata zaidi ya magoli mawili mm, sio unanielewa? Mm, Alimasri mm, sawa walipata magoli mawili kwao na sisi tulikuja hapa nyumbani watumie uwanja wetu vizuri mm, tukapata magoli mawili kwenye knockout stage. Simba kasonga mbele kwa hatua mkwaju wa penati mmoja kwa minne. Kwa hiyo kupata goli kama anavyosema wao wanaweza kapata au wasipate. Unajua, unapotafuta atoa ni nani? Mwenyezi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo anaweza akakupa wasikupe, haya ni matarajio yao kupata goli moja, anaeza asilipate. Mungu akatubarikia tukapata zaidi ya magoli mawili au tukapata magoli mawili na bado tukasonga mbele kwa hatua ya knockout stage na kupata sisi kombe. Kwa Abel. wale mawinga wao unaowasema wao, kama ni hatari hatukatai ubora wa Berkane, hmm. Hata Almasri alikuwa bora, ubora wale mawinga wao asilimia kubwa walitumia home advantage kumaliza mechi zao. Ukiangalia na ukafuatilia mechi zao kuanzia makundi, robo, nusu, paka hii hatua ambayo ni ya finali, maana yake mawingo hayo kuna chachalika na kupata nguvu sana wakiwa wapi? Nyumbani kwao. Unapokuja ugenini unakutana na mazingira ya kigeni vile vile. Uwezo ukaja wewe nyumbani kwangu mimi ukawa mwenyeji kuliko mimi. Wewe lazima utafuata taratibu zangu mimi. Na hapo ndio maana halisi ubaya ubwela utakapoonekana pale. Hmm. Sasa unalipi la kuambia wale ambao Ee, wanajaribu kuwaaminisha baadhi ya mashabiki wenzenu wa Simba ya kwamba kwamba Simba hivi sasa kutokana na kile ambacho wamekitazama manispaa ya Berkane kwamba Simba hawezi kupindua meza hapa nchini Tanzania ambapo tunazungumzia mechi na kwenda kupigwa kule visiwani Zanzibar. Unawaambia nini sasa wale ambao wanapoteza imani na matumaini ya wana Simba wenzenu, wale ambao kidogo wepesi kutoka kwenye njia? Yaani hao wanapoteza focus na kuamini Simba juu ya ubora wao. Yani ni, ni mashabiki mandazi, mashabiki mandazi. Kwa maana katika hatua ambazo Simba amekuwa akicheza michezo migumu, kuanzia ligi mguu wa shingo, mguu wa roho, watu wanasonga mbele. Mtani yuko finali bana, eh CRDB. Mtani gani ambaye yuko finali kwa kombe gani? Kwanza CRDB CRDB nao imekuwa finali? E, kweli ko, mm, mm. ukikosa <laughs> kitu cha kufanya, hata ukigusa majani itakuwa ni cha kufanya pia. Pia sasa kombe hilo unachukua shingapi, ukilichukua hiyo hmm. Kombe la wanauliza ni yupi ambaye anaingia mbele yao, ni Young Africans, ni, ni, ni Simba Sports Club, aidha ni, ni, ni Singida Black Stars, yoyote yule wanamtaka. Chapesa kaambia kama wana shughuli za kufanya <laughs> wao, kama ni hilo kombe na wanaofokasi nalo kwenda fainali sisi hatupo huko, yaani hatuko huko, yaani waacha wapambane na shida zao. Hizi sio shida zetu moja... sisi shida zetu mm. kubwa wana Simba Sports Club mm. na kwa kuwa ni mwaka wa bahati kwetu sisi mm. na siku zote mwenye bahati anabahatika mm. na juhudi za mtu zinapa nini mafanikio. Huu ni mwaka wa bahati wa Simba mm wao watoe macho watoe madungu, tangu msemaji wao kusema sijui itakuwa timu moja tu iliyobaki wakiamini ni timu yao. Lakini mwaka wa bahati ni wakubahatika, Simba ndio imebaki, na kilichobakisha sasa ni kulibeba kombe lenyewe. Hii tunabeba wanadai ya kwamba eh, isitokee. okay? Ukatafuta kipengele na huku, kana kwamba ukafungwa na Singida na ukashindwa kuingia hatua ya fainali, ukaleta kipengele. Wao wanakusubiri kwa hamu kubwa sana, kwani waliotafuta kipengele na kina nani? Umekimbia S? Mimi nimekimbia, nimekimbizwa, nimekimbizwa na nani hivi Chapesa? Yaani mimi nije nyumbani kwako, hutaki kunikaribisha, nitaandazimia kuingia? Wewe kama mtaka mgeni na unaweza kupambana naye, simruhusu ingie nyumbani kwako wewe mtu amekuja nyumbani kwako, hodi, unasimama nje, unasema umefuata nini hapa? si aturuhusu mtu kuingia saa hizi? Hapana ha, ukimkaribisha mgeni mruhusu aingie nyumbani kwako, mfanye majadiliano. Sisi tumekuja kama wageni wa mchezo hmm. Kicho wafanya wao kuweka mabonzo asiyoeleweka nini, wanakwenda kimbia. Na kama ukitaka kujua hivyo yeah, wanaokimbiani wakina nani, nani anayesema tucheze Ngo. Sasa hiyo ngoo ndio inakuja kwa wao, yaani hii ni maana halisi ya ubaya ubwela. Mimi naamini viongozi wa TFF na bodi ya ligi wameona mfano halisia wa nini, mamlaka inataka kuheshimiwa. Sisi kama sisi Simba Sports Club, baadhi ya wanasimba inawezekana hawafahamu hiyo, yaani mpaka inafika tunaenda kucheza, yaani ile nusu finali ya kwanza Berkane, ukiangalia kwenye ya, CAF, cha, ya na, Confederation mashindano yale ilikuwa ameweka venyu ni uwanja wa Benjamin Mkapa, mpaka saa nane siku ya tarehe kumi na nne inakuja kufika baadaye, wao Berkane ambao sasa ni wageni wanakuja kupata taarifa kabla yetu sisi. Kwa moja ya vigezo zilizofanyika sawa ni, ni uongozi kwanza wa kafu kuweza kufanyaje kubadilisha ratiba ya kuchezea Benjamin Kapa kwenda Amani Zanzibar, ila sisi kama sisi, kwa kuwa tunaheshimu maana ya mamlaka ni nini, tumekubaliana nao, ila wao hataki kuheshimu mamlaka za ndani, na ndio maana sasa wanatafuta kisingizio cha kutukimbia sisi. Hatuchezi mara, hatuchezi ngo, lakini mamlaka hiyo ambayo inawasababisha wacheze ligi watacheza tu. Watu wengi wanauliza eh, watu wengi wanasema kuwa trip hii hmm, Yanga imeenda fainali Uh, lakini hii. Azizi Ki hayupo. Ni finali, wanasema mlete team finali Azizi hii hayupo. Hii yeah, ya milioni 50 ambayo ni gola, magoli ya mama mawili unazidi zaidi ya finali. Hii fainali hii, yaani ukikosa cha kufanya hata ukishika majani itakuwa cha kufanya. Wakati sisi tulipokosa cha kufanya na kushiriki kombe la muungano hmm, tukabeba la muungano, tulikuwa tunasema sisi tumepata kombe, lakini sisi tulikuwa tuna kazi ya kufanya kulizungumzia kitaalamu hmm. Eh, Stefani Azizi Ki miongoni mwa wachezaji ambao tayari mpaka hivi sasa mambo yameiva hmm. Wedadi Casablanca, kukosekana kwa Stefan Aziz Ki ndani ya viunga vya Jangwani kunaweza kukaenda kujiasi kiasi gani Yanga Africans, na replacement wake anaweza akawa ni nani? Kwa pale kwa haraka, nako ukijaribu kutazama kwanza, amelazimishwa mm. mm. mm. Yani lile ni pigo kwao. Mmm, moja kati ya watu waliokuwa wanafanya maamuzi magumu kuifanikisha Yanga apate mafanikio ni Stefan Aziz Ki. Mmm, yani hiyo unayozungumzia finali yao ya kuwapeleka huko bila mguu wa Aziz Ki kupata goli Tunisia maana yake hata hiyo fainali ungekuwa na imba mpaka leo, lakini baada ya taarifa kutapakaa na watu kujua kwamba Stefan Aziziki ni hivi sasa hatutakuwa naye, kuna baadhi ya mashabiki wa Young Africans wengine wameonekana kumbeza Azizi na kusema kwamba hata aende, tayari kiwango kilikuta kimekwisha drop, hana msaada sasa hivi na Young Africans ili unalizungumziaje wewe? Sizikosi mbichi hizi, sizitaki mbichi hizi, ndo ka, ka, kanuni ya sungula akikosa kitu anachokipenda yeah. Anaanza kukizodoa yeah. Yaani, leo leo wanaona kiwango chake kimeshuka tangu lini? MVP wa msimu ulioisha, najua tuache kupepesa macho, unajua anayejua, najua, najua, tunaamini alikuwa ni mchezaji yupo kwenye timu pinzani kwa watani wetu, lakini ukiangalia ene ubora wake na, na focus yake anajaribu kuisaidia timu yake, alikuwa nafanya vizuri. Sasa lipesi wake, replacement wake ni mchezaji kutoka Zanzibar finest Faisal Salm Faitoto. Na huyo wa kwao. Wa... ila akamlisha ugali na, na, wa na, yeah. na sukari <laughs> Hivi wewe unaweza kurudi sehemu yenye njaa? Yaani <coughs> <coughs> unaona, neema yapo, unaona biliani. <coughs> yeah. uwen ukachagua ugali namlenda utakuwa na, na, na, <coughs> Uta na akili timamu Faisal, kama Faisal, Faisal. <tos> <tos> <tos> <tos> yeah, anajiunga na mafahali wakali yako, na mafahali wakali yako ni wawili so mafahali wakali yako ni wawili, fahali wakali yako ni mmoja tu, yule yuko dimbwini kule chula chulani ila fahari ni mmoja tu, yupo sehemu ya movement za watu hmm. Msimbazi Sports Club ndio yupo wapi? Kariakoo. Sasa kule wana pembezoni mle chula hapo hapo analuka bwa bwa bwa pale mjini hmm. hivi mjini pana nanili ya, ya, kuna sauti ya chula mjini, lazima mazingira yake yawe safi ukitoka hivi unaona usafiri, ukitoka hivi unaona movement za watu. Sasa kule ukiangalia unaona chula, ukiangalia huku unaona gari za watu ambao wameenda mle kukaa, asiokuwa na kazi milia, na hawayumbishwi katika msimamo, wamedai ya kwamba <coughs> hawatacheza kama ambavyo walieleza hapo mwanzo kwenye mitandao ya kijamii wakiuhabarisha umma na mashabiki wapenzi wa mpira wa miguu na wanachama kwa ujumla, msimamo huko pale pale. Ikatokea mambo yako hivi, Young Africans wasitokee katika mchezo wa tarehe 15 ya mwezi wa sita, mambo yatakuwa vipi kwa upande wa ligi yetu kwa ujumla? Mambo haya hayatachukuliwa kisheria zaidi na ngazi ya juu? Tunazungumzia kana kwamba FIFA. Kama wataliingia ili jambo, ligi yetu itakuwa katika wakati gani? Uh, mimi turudie kwanza kauli yao hawachezi ng'o. Aya, na mimi naungana nao wasicheze ng'oo. Kwa nini? ili nini? Tuone mamlaka namna inavyofanya kazi. Kama Simba ameweza kuamua, kuamua, kuamua, kuamua, kuamua kukubaliana na maamuzi ya kafu basi hata wao wanao wajibu wa kukubaliana na maamuzi ya shirikisho la mpira na nili Tanzania na pamoja na bodi ya ligi, kwa sababu wao ndio wenye mamlaka ya kusema nenda au baki Haijalishi kuna dosari za namna gani au imekuwaje, lakini wakikwambia nenda nenda, simama simama, yani ni kama jeshi tu, yani mm, ni kama jeshi tu, unatii amri ya mkubwa wako anayekuzidi cheo. Neno lako kama wachezi ng'oo, mimi napenda wasimame, msimame huo huo, oh, yani iyo ng'oo yani iendelee. Yani viongozi wa Yanga nitawakubali wana akili kweli kwelikweli, mm, kwa sababu sio dabi ya kwanza hii kuailishwa Okay, wape neno la salamu kuelekea katika mchezo huu wanachama na mashabiki wa Simba kwa ujumla. Neno langu la salamu kwao wao, hmm, waendelee kusema hatuchezi ng'oo na wasicheze hmm, ili sisi tupate kile tunachokistahili. Unawaambia hmm, nini sasa mashabiki wa Simba kuelekea katika mchezo huu? Cha kwanza napenda kutoa uh, mwaliko mkubwa hmm, kwa wanachama na wapenzi wa Simba walioko Zanzibar, kwanza wajitokeze kwa wingi na kila mwana Simba atimize wajibu wake. Mwenye kufanya ubaya ubwela afanye, yani kila anayeweza kufanya chochote kwa ajili ya Simba yake afanye, kwa sababu ndio siku ya Simba yenyewe kuandika historia ambayo hajawahi kuandikwa hapa Tanzania, iwe timu ya kwanza kweli, kufanyaje kuchukua kombe lila kafu. Okay, shukrani sana, tukumbushe kwa majina yako kilo. Uh, jina naitwa Amon Julius maarufu kama ticha maarufu kama ticha ebana. Ningeomba tukutane kwenye comment section juu ya haya madini ambayo yametupa, eh, Chapesa Media katika mwangaiko wa kuhakikisha kuwa tunatembea huku na huku kukukusanyia habari mbalimbali juu ya wale mashabiki wapenzi wa mpira wa miguu wanaozungumzia kwa ufasaha ebana tumesikia madini hapa na saa mtazamo pamoja na ushauri juu ya vile ambavyo vinaendelea hususa mchezo wa fainali wa wekundu wa Msimbazi Simba ambao na kwenda kuchezwa kule visiwani Zanzibar New Aman Complex tarehe ishirini na tano siku yenye thamani zaidi kwa wekundu wa msimbazi Simba. Sisi kama Chapesa Media tutakuwa na wewe sako kwa bako kuhabarisha vile ambavyo vinaendelea hapa Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam, pia moja kwa moja pale visiwani Zanzibar, vile ambavyo vitatokea. Je, hili tunabeba aidha mambo yatakwenda tofauti na vile ambavyo tunatarajia? Abana langu jina ni Jeva Osman, nyuma ya kamera direkta Runde, nikwambie tu moja kati ya madirector bora kabisa, nikwambie tu, shika hapo hapo, tukutane kwenye comment section. Sina la ziada na bye bye, mpaka wakati mwingine tena.